Uko vizuri? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mena... Nasikia Semaji la na madunduka huwa akikuona Semaji anakumisi mara nyingi, unakuja kwa wananchi, unapenda pila nzuri. zuri <laughs> <laughs> Semaji, taarifa ikufikie. Inawezekana e unajui kwa nini huyu anapenda mpira mzuri uh, bwana usinipigishe shoti <laughs> <laughs> niambie bwana hii mechi ambayo tumeiona hapa hapa ni kwamba mna hasira na ni ishara kwamba mnalihitaji kombe la NBC okay. eh, ni kwamba tunataka kutetea ubingwa wetu kwa mara nne mfululizo mm -hmm. yaani sio tunataka kutetea ubingwa kwa kawaida ni mara nne mfululizo lakini ni ubingwa ambao ulikuwa na mushkeli katikati na mambo mengi ambayo yalikuwa yanatokea, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu bado anatusimamia na anatuongoza kwenye kupata hizo alama tatu katika kila mechi. Mchezo ulikuwa mgumu, haukuwa mchezo wa kawaida wala sio mchezo mwepesi, kwa sababu uh, dunia nzima ukiwaambia <coughs> mtu anayetaka ubingwa anacheza na mtu anayetaka kushuka daraja yani hiyo sio mechi ya kitoto. Kabisa. Yani hii ni zaidi ya dabi ya Kariakoo, mm. ulioiona hapa ni mm. mechi ngumu kwelikweli kwa sababu mtu ambaye anataka kushuka daraja, maana yake naweza ikamchukua miaka mingi kupanda tena kwenye ligi kuu, kwa hiyo ni lazima apambane, aweze kujishikilia hapa, abaki kwenye ligi kuu. Unaona game ilivyokuwa imeanza tempa ya chini, walikuwa wamekaa sana nyuma wanajitahidi kutuzuia lakini uh, Young Africans kupitia Pacome Zuzu, maana game ya leo ilikuwa ni show ya Pacome Zuzu katika performance kubwa kweli kweli. Na uzingatie kwamba Pacome Zuzu, ukiacha man of the match ya leo mm, kabla hajaingia kwenye majeraha, alikuwa ni man of the match katika mechi takribani sita mfululizo. Kwa hiyo mechi ya saba ilikuwa ni Azam akafunga goli alafu ndio aliyepata injury. Baada ya hapo leo amerudi uwanjani kaanzia pale pale ilikopua, alipokuwa ameishia. Kwa hiyo ilikuwa ni shoo ya Pacome Zuzwa katika mwendelezo mzuri ambao tunaelekea kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mechi ambazo zimesalia. Godi, kuna mpinzani yeyote mnamhofia? Hakuna mpinzani mgumu alikuwa ni huyu pinzani mgumu alikuwa ni huyu Tanzania Prison U. Hawa ujue ni, eh, ni, ni, ni, ni askari magereza. Nani? eh, watu ambao wanalinda, wa, wanalinda watu walioua, wanalinda watu walioiba, wali, wali, yani wanalinda watu makatili, tapeli, vimajambazi, mm. Wanatakiwa kunyongwa hawa. Magereza kazi yao ndio kuwalinda watu ambao tayari washakula hukumu, mm. Wako ndani Yaani hawa huruma hawana. Hii ndio ilikuwa mechi ngumu zaidi katika mechi hizi tatu zilizokuwa zimebaki mbele yetu. Zilizobaki hizo mbili zote Mdebwedo nguvu wa za Wanayanga ni kwenda kuwekeza mechi dhidi ya Dodoma Jiji, sio makolo. Makolo sio saizi yetu, sio adhi yetu. Makolo shawapiga mara nne mfululizo kwa gonga mara tano, ndio maana hata wenyewe wanakimbia kimbia. Hatuna muda nao sisi, tunawasubiri tu. Siku wakileta timu tuwashone basi. Lakini saizi focus na maelekezo ya Wanayanga wote duniani, Tuelekeze nguvu zidi ya Dodoma Jiji kwa usisahau sababu... kuelekeza Mbeya ya baridi mm. Yaani elekeza nguvu kwa Dodoma Jiji, Simba hatuelekezi, usisahau kujikinga na baridi ya Mbeya eh; ni bora kujikinga tena na baridi ya Mbeya kuliko kujikinga makol na makoro leo... kwa Simba sasa, Simba nani bwana atakataka tu eh? Katika timu ya ovyo duniani ya kwanza hiyo ni pali. siku yetu ya kusherekea na sisi influencers wa Yanga eh, mtoko wa tofauti kidogo eh, ya yaani. kwenda kusherekea ubingwa huu sio mchezo wewe eh. ubingwa wa msimu yani tunaochukua huku mtu akiwa ametangaza vita ya ubaya ubwegi <laughs> <laughs> sijawahi kuiona Simba mbovu kama hii ya msimu. Ya msimu huu. Yani, mimi nimetizama Simba nyingi sana Simba mbovu mm. Ni hii ya msimu. Chabu. Na ndio maana hata kuingiza timu wanaogopa na walisema kwamba mnamuogopa kumkaba Mpanzu, ndio maana mnasema hamchezi. Walai, siku zifike. Kama kuna mtu kaangalia mpira leo nakamwona Pakome. Mm. Kama kuna mtu katizama mpira vizuri mm. nakamwona Pakome mm. kwenye kinywa chake awezi kumtaja huyo mtu Yaani huyo huyo huyo huyo mtaja wewe. Yaani uweze ukamtaja. Yaani kama umemwona pakome zuzu wa vizuri na unataka kumtambia mpinzani wako kwamba mimi nina fulani wakati huo unawaza yeye ana pakome. Uweze ukamtaja huyo mtu hata siku moja. Na ndio maana siwezi kumtaja. Nilianza kumfananisha mpanzu na Nkane. Nkane Nkane Nkane Nkane wa Ndakidi. Wewe, wewe Nkane wa potential dunia. Nkane mtu mkubwa. Nkane, ana kwanza, sikiliza kibisa wala ujue mpira kashamaliza. Hujua si, kwa madunduka pale kaenda kustafu mpira ni kama, angalia wachezaji bora wengi ambao wanazunguka zunguka, wanatafuta wapi kustafia, wanaenda kwenye vilabu, vilabu vidogo vidogo vya kwenda kustafia, anaangaliwa kwenda kucheza eh, Yanga, ziziki kama aupo Yanga uwezi kucheza utaenda kucheza leo na Aziziki vtau oh, si leo vita Haaland na Aziziki leo. Leo Haaland ya Man City, Pep Guardiola huku anaelekeza jinsi ya mabeki wale wamkabili Aziziki asiscore. Unafikiri mchezo Azizi katokea Yanga, mkane naye anatafutwa naye anatengenezwa na aende kule naye mzizi anatengenezwa ende kule, sio levo zetu wale, kamkumbe kamkumbe wote au sio? Levo zetu kwa Yanga hana namba na, na nimesikia mashabiki wao msima wanaweka msimamo wao kwamba na wao hawachezi. Wanamwekea msimamo nani, waliobadilisha tarehe? Wanamwekea msimamo nani, waliobadilisha tarehe? yupo <laughs> <laughs> mguto yupoanasi tukna wanamwekea msimamo mguto na Kasongo aya, wao wanamwekea nani? bodi ya ligi mbisiangoja We, Kolo unauliza, kwamba wewe unasema dabi uchezi, unambishia bodi ya ligi, bodi ya ligi mwenyekiti nani? Unambishia sasa hivi unambishia naniana? Mguto mimi najua hayupo kazini, Kasongo hayupo kazini, wanabishana nani maka? Mbona kawabishana Ma hewa wapakuja, kwa sababu akuwajibu hayupo. Mamlaka nani? Tangoja kwanza nani Si, si ulisha kutusikia si <coughs> <coughs> ya, ya, <coughs> ya ligi mm-hmm. ndo unahusika na michezo kali, ha, na kali, uko, ya ligi kuu kalia hahusiki na shughuli hii, kalia asimamia soka huko mpaka kwenye vijana. Bodi ya ligi ndo anaohusika na dabi. Aliyeilisha mechi nani? <coughs> Alia, <ame> nani? <tos> Steven, <tos> Mguto hey na CEO hey, Almasi Kasongo wapo kazini. Hasawaona hawa wote, akili hawana, wana maji, hawajui hata misimamo yao waielekeze wapi. Nyie waandishi wa habari ndio ipasheni dunia mchezo wa dabi ya Kariakoo huko pale pale, na wala hauna kipengele kingine kwa sababu walokuwa na awameshamisha wenyewe kazini hawapo kipengele, walete Simba. Si hatuna kipengele sisi, tunawasubiri pale. Sisi saizi tunawaza kwanza mecha Dodoma Jiji, wala hata tuko na wao, tunawaza Dodoma Jiji. Yani hapa si akili yetu, Dodoma Jiji, tuko kote tatu, tunawaza Dodoma Jiji na baridi ya Mbeya. Huyu namna gani? Ucheze na usicheze, utajua mwenyewe, sisi wala itusu <laughs> mradi umekubali, kumaliza hivi hivi sasa. Kama kwa umeenda kucheza na kampuni wale Ken Gold, hivi kweli nasikia waligomea mechi kabla kabla wasilipwe, wajalipwa, mm. Ma, makolo nasikia ndo Ma wamewalipa ili wacheze nao, ndo wamepata hizo tano, waawa mechi zao zile za mdebwedo debwedo, wawe makini, tumecheza mechi tafu hapa. Ni kweli. Goli tano zimeingia tunaenda kucheza tafu na Dodoma, Zanzibar usiku mwema.